Timu mauzo ya Azam TV imeweka kambi katika eneo la Kigamboni kwa siku sita kufikia wateja wake kwa kuwauzia visimbuzi kwa ofa na kufanya matengenezo ya vilivyoharibika. Meneja mauzo kanda ya Pwani, Maulidi Mataja amesema kufanya hivyo ni mwendelezo tu wa kutoa huduma bora kwa wateja wake. Gulio hili limebeba mambo mengi sana, kwanza mauzo ya visimbuzi vya Azam TV, lakini vilevile vile marekebisho, na wale wanaohitaji kuunganishwa na Azam max pia watakuja, watapata huduma hizo hapa lakini kubwa zaidi tutakuwa na mafundi wetu ambao watapita nyumba kwa nyumba aa, kwa maeneo yote ya Kigamboni. Kwa mkazi yoyote wa Kigamboni na mteja wa Azam TV ambaye ana changamoto ya kisimbuzi chake, yaani kwa maana kwa upande wa dishi, LNB, basi mafundi wetu watapita na kukagua mifumo lakini vile vile na kuwarekebishia lakini kwa wale wateja ambao visimbuzi vyao vina changamoto watakuja hapa eneo la Tungi mnadani, ili tuweze kuwarekebishia. Watakaopita hapa maeneo ya Tungi, waje wapate huduma za Azam TV. Ni nzuri sana, zinachangamsha, zina chaneli zote za michezo za zaishika. Baada ya kuona matangazo yenu, ikabidi nije kuangalia, kwa sababu mara nyingi mnakuwa mnatoa zile ofa. Kwa hiyo namini kuana nije niangalie ili niweze kupata.